Habari za asubuhi leo ni Disemba 6, 2016 kutoka hapa Ayo TV na MillardAyo.com ambapo nakuletea habari zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo, tukiwa na magazeti ya hard news, michezo pamoja na udaku, karibu sana. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe mwanga jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inosema mambo saba mtihani kwa mrithi wa Lubuva NEC CCM, Chadema kafu atoa neno, lakini pia mambo hayo saba yameorodheshwa katika ukurasa huu wa mbele ambapo jambo la kwanza inasema kuimarisha teknolojia na uandikishaji na uhakiki, uhuru zaidi wa tume, elimu kwa umma, kuendeleza uwazi katika utendaji, lakini pia kuna kujihakikishia fedha kwa wakati, kuendeleza haki usa kwa vyama, na jambo la mwisho ni kiporo cha katiba mpya. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo ambayo amba imepewa kipaumbele, na habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Na habari hii tukiangalia kwa undani inasema wakati mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, jaji mstaafu Damian Lubuva akitarajiwa kuondoka mwezi huu baada ya kumaliza kipindi chake cha kuwa madarakani, kuna mambo kadhaa yanatajwa kuwa ni mtihani wa aina yake kwa mrithi wa kiti hicho. Uhuru zaidi kwa tume hiyo na hasa kuhusiana na wasimamizi wake uchaguzi, kuimarisha teknolojia ya uandikishaji na uhakiki wa wapiga kura, na usimamizi wa mchakato upiga wa upigaji kura, katiba mpya, ni miongoni mwa changamoto kubwa saba zilizotajwa na wadau mbalimbali wa masuala ya uchaguzi, wakiwemo viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama cha wananchi Kafu, na pia taasisi ya usimamizi wa ndani wa uchaguzi TEMKO. Aidha, changamoto nyingine zinazotajwa kuwa ni baadhi ya mambo atakayokumbana nao mrithi wa Jaji Lubuva kwa nafasi ya mwenyekiti wa neki ni kuongeza uwazi katika utendaji wake kwa namna itakao ni kuongeza uwazi katika utendaji wake kwa namna atakavyowashawishi washawishi washiriki wa uchaguzi kutoka vyama vyote shiriki katika uchaguzi, kuongeza jitihada za kuelimisha umma juu ya wajibu wa kila mwananchi katika kufanikisha uchaguzi, kuongeza ushawishi kwa mamlaka zinazohusika na utoaji wa fedha ili ili itekeleze mipango yake kwa wakati na pia kutakiwa awe tayari kujifunza kila uchao juu ya mambo mazuri yanayofanyika katika nchi nyingine kwa minajili ya kuboresha uchaguzi za nyumbani. Jambo jingine muhimu luta... Jambo jingine muhimu atakalokumbana nalo mrithi wa Jaji Lubuva ni kuendeleza usawa. Mara zote atalazimika kufanya kazi kwa umakini ili asionekane kuwa na kipendelea chama fulani au upande mmoja hapo, kati ya chama kilichopo madarakani na upinzani. Mmoja wachambuzi wa bobevu. Mmoja wachambuzi wa bobevu wa masuala ya siasa nchini aliliambia Nipashe jana, Jaji Lubuva aliyeteuliwa kuwa mwenyekiti wa neki kwa miaka mitano Desemba 22 2011 Jaji Lubuva aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa NEC kwa miaka mitano Disemba 22, 2011 na Rais Mstaafu Jakaya Kikwete. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini pia kuna habari nyingine inasema: mjamzito mbaroni, mbaroni kwa kujipasua utumbo nje. Mjamzito mbaroni kwa kujipasua tumbo ajiue, yadaiwa chanzo tuhuma za kuwa mtoto wake mwingine aledaiwa kumbemenda na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema, jeshi la polisi mkoani Ruvuma linamshikilia Eva Kapinga mwenye umri wa miaka 20 mkazi wa kata ya Mateka mashauri ya manispaa Songea kwa tuhuma za kumua mtoto wake Kafereni Kapinga mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu kisha kujichoma na kisu tumboni kwa lengo la kutaka kujiua na kusababisha jeraha kubwa na kulazwa hospitalini. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma Zuberi Mombeje alisema tukio hilo lilitokea Desemba mosi mwaka huu ya saa 1 nusu jioni katika mtaa Mateka si kata Mateka tarafa Songea Magharibi. Alisema inadaiwa Katherine aliuawa na mama yake mzazi Eva. Alisema sababu za mauaji hayo hazikufahamika licha taarifa za awali kudai kuwa Eva alikuwa na malumbano kati yake na mama yake mzazi Sofia Mayunga ambaye alikuwa akimuuliza kwa nini ameamua kushika mimba wakati anajua kuwa na mtoto mdogo umri wa mwaka mmoja, jambo ambalo lilimkasirisha na kuamua kujichoma kisu tumboni kwa lengo la kujiua mlipuko wa ugonjwa kipindupindu nchini kutoka wagonjwa wapya 250 walioripotiwa Oktoba mpaka wagonjwa 1468 mwezi uliopita. Serikali imesema kuna baadhi ya halmashauri zitoe taarifa za mlipuko wa ugonjwa huo kwa kuhofia kutumbuliwa. Hayo yalibainishwa jana mjini Dar es Salaam na waziri wa afya na maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto Ummy Mwalimu wakati akitoa taarifa mlipuko wa ugonjwa huo kwa mwezi Novemba. Kwa mujibu wa Mwalimu, idadi ya wagonjwa wanaoripotiwa kuugua ugonjwa huo imeongezeka linganisha na idadi iliyoripotiwa Oktoba. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Lakini tukiendelea na habari nyingine ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe, kuna habari inosema watoto kidedea ugomvi wa maiti. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu, lakini pia katika ukurasa wa tano kuna habari inosema anaswa wizi bandari da vigogo sisi amwaitana, lakini pia ununuzi ndege kubwa. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa na katika ukurasa wa nne huo kuna habari inaosema mizigo ya mama Salma, na pia kuna habari ya michezo inaosema Simba Sport Club wamaliza kazi zote. Ni habari hizo kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe, lakini habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa zake za ndani. Tukiliangalia gazeti la Mwananchi nalo kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inayosema joto la Magufuli latua CCM, aitisha vikao vya vyama aitisha v... aitisha vikao cha aitisha vikao vya chama kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kuwa mwenyekiti. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wake wa nne wa gazeti hili la Mwananchi, habari hii inasema vikao vya kwanza vya CCM tangu rais John Magufuli achaguliwa kuwa mwenyekiti vitaanza Jumapili jijini Dar es Salaam, vikitarajiwa pamoja na mambo mengine kupitisha mabadiliko ya sekretari yake, hali ya uchumi na kujipanga kwa chaguzi zinazofuata. Magufuli ambaye alichaguliwa Julai 23 kuwa mwenyekiti wa CCM atakuwa kiongoza kikao chake cha kwanza cha kamati kuu, huku akitarajia kuhamisha cheche zake katika vikao hivyo. Tukiliangalia gazeti la Mwananchi nalo kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, joto la Magufuli latua CCM, aitisha vikao vya chama kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kuwa mwenyekiti. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wake wa nne wa gazeti hili la Mwananchi, habari hii inasema vikao vya kwanza vya CCM tangu Rais John Magufuli achaguliwe kuwa mwenye vitaanza Jumapili jijini Dar es Salaam vikitarajiwa pamoja na mambo mengine kupitisha mabadiliko ya sekretari yake hali ya uchumi na kujipanga kwa chaguzi zinazofuata. Magufuli ambaye alichaguliwa Julai 23 kuwa mwenyekiti wa CCM atakuwa akiongoza kikao chake cha kika kwanza cha kamati kuu huku kwa akitarajia kuhamishia kwa cheche zake katika vikao hivyo. Taarifa fupi ya chama hicho iliyotolewa jana kwa vyombo vya habari inasema kikao cha kamati kuu ambacho ni chombo cha tatu kwa ukubwa baada ya mkutano halmashauri kuu kitafanyika kwa siku mbili kuanzia Disemba 11 na kufuatiwa na halmashauri kuu Disemba 13. Taarifa hiyo iliyosainiwa na kaimu msemaji wa chama hicho Sulemani Mwenda inasisitiza jumbe kuhudhuria bila kukosa. Tangu washika usukani wa chama hicho tawala, Rais Magufuli amekuwa akitoa matamko yanayoashiria kuhitaji mabadiliko ya ndani, kuhimiza utendaji wa chama hicho kujitegemea kwa kutumia rasilimali zake. Ingawa taarifa haikueleza ajenda za vikao hivyo vya juu, lakini kwa mazingira yaliyopo kuna mambo ni ingawa taarifa haikueleza ajenda za vikao hivyo vya juu, lakini kwa mazingira yaliyopo kuna mambo ni vigumu kuepuka ndani na nje ya chama hicho tawala, ikiwemo hali ya kisiasa, suala la Zanzibar, hali ya uchumi nchini, bodi ya uhuru, uchaguzi ndani ya chama uliopangwa kufanyika mwakani na uchaguzi mdogo wa Januari 22, 2017 utakaohusisha jimbo la Dimani, Zanzibar na chaguzi za madiwani. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine inasema serikali kununua ndege ya masafa marefu Boeing 787 Dreamliner na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi, nasema katika jitihada za kuimarisha usafiri wa anga na kukuza utalii, Rais John Magufuli amefanya mazungumzo na Jim Debo, ambaye ni mkurugenzi wa masoko wa kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing yenye ya makao yake nchini Marekani. Rais Magufuli jana alikutana na Debo kukamilisha makubaliano ya ununuzi wa ndege ya Boeing 787 Dreamliner yenye uwezo wa kuchukua abiria 262 itakaowasili nchini Juni 2018. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo nalo katika ukurasa kwa mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo mepewa kipaumbele inosema Lowassa sema mikutano ya ndani ni mitamu. Ni habari hiyo tukiliangalia gazeti la Tanzania Afrika kinifu kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inosema Lowassa sema mikutano ya ndani mitamu. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hii inasema, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Edward Lowassa amesema, namshukuru rais Dkt. John Magufuli kwa kuruhusu vikao vya ndani. Amesema vikao hivyo ni vitamu zaidi kuliko vile vya nje. Hayo aliyesema Dar es Salaam alipofungua mafunzo ya siku mbili kwa madiwani wa bunge na viongozi wa chadema mkoa wa Dar es Salaam yanayoendelea kutolewa na shirika la Konrad ya Denauri Shiftang Kas la Ujerumani. Akizungumza ziara za kanda zilizofanywa na viongozi wa chama hicho hivi karibuni, Loas alisema vikao vya ndani vimewapa nafasi na muda mwingi alisema vikao vya ndani vimewapa nafasi na muda mwingi wa kuzungumza na wanachama kwa ukaribu zaidi. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa huu wanne wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili nasema, Magufuli kusuka upya CCM yake. Ni habari hii ambayo inaendelea kuandana zaidi katika ukurasa wa pili, lakini pia kuna habari nasema, kesi ya Tundu Lissu yaanza kunguruma. Ni habari pia hii ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari nasema, mali za viongozi 500 zahakikiwa TAKUKURU yafungulia, majalada baadhi Vigogo ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili na Majira, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora TAMISEMI. Waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora TAMISEMI, Anjera Kairuki amesema serikali imeanzisha uhakiki wa mali za viongozi wa umma 500 kwa mujibu wa sheria. Alikemea alikemea tabia za baadhi ya viongozi kutoa taarifa za uongo na kuomba wananchi wanaojua taarifa za viongozi wa umma watoa ushirikiano kwenda katika ofisi of of ya secretariat ya maadili ili kukagua daftari za mali za viongozi hao. Kairu Kairuki alisema hayo Dar es Salaam jana, baada ya uzinduzi wa wiki ya huduma kwa ajili ya wananchi ambapo mgeni rasmi alikuwa waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakembe aliongoza kuwa katika kufanya uhakiki huo serikali iko mbioni kufanya marekebisho ya sheria ili kuhakikisha adhabu inakuwa kubwa kwa viongozi watakaotoa taarifa za uongo au kutataja mali zao ili waweze kufidia hasara na kufunguliwa mashitaka. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Majira, kuna habari inosema mganga mkuu mji mwema shusho cheo. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne. Lakini mlinzi apora bunduki risasi sita, alikuwa lindoni Nyamagana, wawili mbaroni. Ni habari nyingine hiyo pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Makomandoje WTZ kupambana miaka makomandoje Makomando JWTZ kupamba miaka 55 uhuru Disemba 9. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa nne. Lakini mahakama arejea watoto kumzika baba yao, da. Mchezaji alifia uwanjani Aish wa TFF. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika kurasa za mbele za gazeti ili la Majira na unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa zake za ndani. Gazeti la Uhuru kweli daima kwa siku leo, katika kurasa ya mbele kuna habari nasema kumekucha CCM kamati kuu NEC kukutana, da, ni habari kubwa Msako wa JWTZ, TRI wa NASA saba ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Kimbunga cha majaliwa cha mpeperusha Lowasa ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Gazeti la Uhuru pia lina habari nyingine katika ukurasa wa mbele ambazo zinasema neema inakuja ndege nyingine nne kununuliwa, mchakato wa kuzinunua umeanza ikiwa ni Boeing kubwa. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Brigadia Jenerali Lisakafu aeleza namna Castro alivyomshangaza ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 15, lakini serikali sasa kuchunguza na uchafua mlima Kilimanjaro, ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa za mbele za gazeti la Uhuru, na unaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa zake za ndani. Tukiliangalia gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku ya leo limeandika Kinana, Nape kung'oka CCM. Rais Magufuli aitisha CC ne kidahuko kitarajiwa kuwepo mabadiliko makubwa ya uongozi ndani ya chama tawala. Ni habari kwa siku ya leo kubwa hiyo ambayo imepewa kipaumbele na gazeti la Tanzania Daima na unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wake wa nne, tukimalizia na gazeti la jambo leo kwa siku ya leo katika magazeti hard news. Katika ukurasa wake wa mbele wa gazeti hili linasema: Lowassa asema tutashinda uchaguzi wa 2020 apongeza mikutano ya hadhara ya kisiasa kuzuiwa, asema ya ndani imekuwa mitamu imewaimarisha ime, ime, ime. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kuona zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la jambo leo. Habari nyingine nasema vikao CCM, kujadili mambo mazito ndani ya baada, ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili. Mtoto afungwa mtoto afungwa minyororo mtoto afungwa minyororo siku tatu, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu, lakini pia kuna habari nyingine zinazosema, Waitara amehamishia hasira kwa Makonda, wakala wa Mkude shika pabaya Simba koti ya mua materego azikweda. Lakini katika habari za michezo, kuna habari moja hapo inasema wakala wa mkude aishika pabaya Simba. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Jambo Leo. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Wazi pamoja na Filamu, ambapo gazeti la Wazi kama unaliona katika kurasa kwa mbele lina habari tu nyingi, na kurasa kwa nyuma vile vile kuna habari nyingi ambazo habari hizi zote unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Uwazi. Filamu vile vile katika ukurasa wa mbele lina habari tu nyingi kama mnavyoziona, na katika ukurasa wake wa nyuma vile vile kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika gazeti hili la Filamu na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo tuna gazeti la Bingwa pamoja na Mwanasporti, ambapo gazeti la Bingwa katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema: siri ya Mkude Yanga. Hii hapa ni habari kwa siku ya leo, ambayo imepewa kipaumbele na unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema: sababu tatu za kifo cha mchezaji ambao zatajwa. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Ajibu wa toa ya maoni ni habari pia ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili, lakini pia Kichuya aishtua Simba ya kufanya kweli mapema kabla mambo hayajaharibika, ni habari hiyo nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa, na katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari inayosema mtakoma wenga ati wenga vitishia nyau vigogo EPL, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa 23. Lakini pia kuna habari inayosema Mourinho hakana kukwepa kodi, mechi yake ya mia moja yamletea balaa felaini, lakini pia Ronaldinho hajajiunga na Shepo Consul mkata Shepo Council. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa ishirini na tatu na pia kuna habari nasema mkataba tata wa baloteli zote. Ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani wa gazeti hili la Bingwa. Gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo limeandika Mkude aletewa mido mgana, unaambiwa anapiga mashuti na vichwa kama Lampard yule wa Chelsea. Ni habari hiyo kwa siku ya leo kubwa ambayo imepewa kipaumbele, na habari hiyo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa wa katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti. Habari nyingine nasema, Bosua ajirudisha Yanga, usajili wafungwa rasmi. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini pia kuna habari nyingine nasema, kumbe yule mchezaji angeweza kupona. Ni habari hiyo nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwanaspoti. Habari za kimataifa ambazo habari nyingine ambazo zipo katika ukurasa huu wa mbele zinasema Dante amshtukia Lawandamina. Ni habari hiyo ambao naendelea katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mwanasport, lakini rekodi hii, Man United hawahitaki wenga, kamata wachawi zote. Ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwanasport. Katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanasport kuna habari nasema ovyo kabisa ya pigu wa misumari na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti, na gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo linatufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com. Lakini endelea kusubscribe youtube channel yetu ya Millard Ayo, ili kila habari inayoingia upate kuipata kwa wakati, lakini vilevile kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na snapchat kwa jina la Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.